wazidi kuwafariji kuwatia nguvu. Jina la Bwana ibarikiwe. Nisome maandiko matakatifu kitabu cha Ayubu sura ya 14, Biblia anasema ule mstari wa kwanza, kuanzia wa kwanza na ule wa pili. Ayubu 14, Biblia inasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi naye huchanua, naye hujaa taabu. Narudia tena, siku zake za kuishi si, si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa; hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Bwana ibarikiwe sana. Wa maisha tulio nayo ni ya thamani sana. Maisha tulio nayo ni ya thamani sana, na uthamani tulio nao huwa haulingani na vitu vya thamani tulivyo navyo majumbani mwetu ama kwenye maeneo mbalimbali. Huwa uhai wa mwanadamu ni wa thamani kupita kawaida. Sasa shida tu ni kwamba hatuoni, au kama tunaona lakini hatuoni tukamaanisha, tukawa katika ule mtazamo wa kina wa kimungu kwamba uhai maisha tulio nayo ni ya thamani. Kama tungeona katika vile viwango vya kimungu, tusingeishi kama tunavyotaka, lakini tungeishi kama Mungu anavyotaka. Ukiwa umeajiriwa kwenye kampuni au kwenye serikali, alafu bosi wako anaona hufanyi kama anavyotaka, hutaendelea kukaa na ajira. Kwa nini? Unaishi kama unavyotaka, si kama sheria kampuni ya kampuni inavyotaka. Kwa hiyo bosi hawezi kuchukuliana na wewe, dakika yoyote, saa yoyote, unaachishwa kazi na hii imewatokea wengi na wengine, nawafahamu kwa sababu tayari anayo ajira nzuri, lakini haoni uthamani wa hiyo ajira. Anaishi kama anavyotaka, si kama sheria ya kazi na taratibu alizopewa, anafanya hivi. Ndivyo tumekaa mkao kwa Mungu, tumekaa mkao mbaya, tunaishi kama tunavyotaka, si kama Mungu anavyotaka. Hilo ni tatizo kubwa sana ambalo mwanadamu tunalo. Sitaki kuchukua muda mrefu hapa, lakini niseme hivi kwamba kwenye maisha yako yote ukiwa hai na una akili timamu na unajielewa, jitahidi kuishi kama Mungu anavyotaka, sio kama unavyotaka. Jina la Bwana ibarikiwe. Mimi na mke na watoto, mke wangu na watoto hawawezi kuishi kama wanavyotaka, haiwezekani. Na mke wangu yuko pale na anafahamu, nazingatia kanuni za maisha ya ndoa na familia. Hawawezi kuishi kama wanavyotaka. Hata mimi kwao, siishi nao kama ninavyotaka, lazima niheshimu, niheshimu mke, niheshimu watoto, nisiishi kama anavyotaka. Sasa kuna wanaume wanakaa na wake zao kama wanavyotaka, wewe, si kama wanavyotaka, si kama sheria ya ndoa na familia inavyotaka. Ndio maana mwanaume haoni shida kupiga tu mke, kupiga tu, kupiga tu yaani, kuna wanaume wako hivyo, wanapiga tu. Mwambie jina lako, ndio wewe mwenye tabia mbovu hiyo, ukiona aongee, hiyo ndio huyo huyo, anapiga mke, anapiga anatukana mke. Na kuna wanawake nao mabondia, anapiga mme, anapiga tatizo kubwa sana la mwanadamu <laughs> <laughs> <Hey>, mi nafahamu, <laughs> nafahamu kabisa kuna mwanamme alipigwa mpaka akalazwa na mke wake, alipigwa vibaya sana. Kuna wanawake mabondia. Sasa usiwe na maisha hayo, kama una akili nzuri, unajielewa unajitambua jitahidi kuishi kama Mungu anavyotaka. Jina la Bwana ibarikiwe. Mungu anataka nini? Anataka wewe na mimi tumche yeye, tuachane na kitu kinachoitwa dhambi. Amen. dhambi ni tatizo kubwa kuliko matatizo mengine yote kwa mwanadamu. Dhambi tatizo kubwa na baya sana, dhambi ambao vijana wengi wameng'ang'ania dhambi, wanawake wengi wameng'ang'ania dhambi. Hata ukimwambia wewe, acha haya, hakuelewi, ndio anakuwa anakuwa adui, anakujengea adui, kwa sababu a, ameng'ang'ania dhambi kupita kawaida. Sasa hayo sio maisha, sio maisha. Ndio maana kuna vijana ambao ukimuuliza, tangu aanze kufanya kazi mpaka sasa ni mwaka wa kumi ni mwaka wa ishirini, ukimuuliza benki una shilingi ngapi? Hata elfu tano hana, kwanza hata hiyo akaunti ya benki yenyewe hana, kwa sababu kila pesa anayopata kwenye pombe, kila pesa anayopata kwa wadada, kila pesa anayopata kwa uganga wa kienyeji. Ndio huyo hapo, uliyekaa naye si unamwona macho yake alivyo? <laughs> yaani uso tu unaonyesha huyo hapo u macho, tatizo kubwa sana mwambie, jina nako usifanye hivyo, mwambie tena usifanye hivyo. Mungu atusaidie. Amen. Jina la Bwana ibarikiwe. Yaani vijana, vijana lazima tukubali kubadilika, kubali mabadiliko kwenye maisha, kwa sababu unazeeka. Na mbaya zaidi, huwa kabla hujagonga miaka arobaini ndio unakufa. Na hivi ninavyoongea, wachungulia kaburi, maana unaonekana sura kama una 60 kumbe una thelathini na tano. Dhambi imekuchosha kabisa, maisha yameharibika. Mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Jina la Bwana ibarikiwe, Amen. Amua kuokoka, amua kuokoka, achana na maisha hayo. Amua kufanya nini? Mwambia huyo mama naye, amua kuokoka, achana na wadada hao, waendesha bodaboda boda, boda, wabebaga huko nyuma, afu mnawapeleka kule. Hachana nao, hiyo biashara hachana nayo hiyo inakupeleka kwenye mazingira magumu na mabaya sana. Alafu kesho na kesho kutwa una familia, huwezi kuiendesha familia, maana umeshapigika, mambo yameharibika. Ndio maana kuna wanawake leo ndio wanawajibika kwa kila kitu ndani ya nyumba, li mwanaume lipo tu, ashanyoa ndevu zaidi ya mara saba, lakini hawezi kuhudumia familia, ni gonge nsigonge <coughs> wapo tu, mke ndiye watoto wale, mke ndiye watoto wavae, mke ndiye watoto wasome. <coughs> Jina ya Bwana ibarikiwe. Hebu huyo mwanamume uliyesimama, nimwambie, unafanya nini wewe? Yaani hata watoto wako tu ushasukumia mbali, watoto wako hutaki kuhudumia, upo tu. Usifanya hivyo. Ili ukae vizuri, amua kuokoka vizuri. Sema amina kubwa. Amina! Hey, maana unaelekea kunyauka. Hatutaki unyauke leo wala kesho, tunatamani uendelee kuwepo ili maisha yaendelee vizuri. Lakini mche Bwana, amua kuokoka. Jina la Bwana ibarikiwe. Tuombe. Baba, nalitukuza jina lako Asante kwa maneno yako yenye uzima, tembelea na kugusa na kuendelea kusema na watu wako. Neema yako izidi kwenye maisha yao, katika jina la Yesu naomba na kushukuru Amen. Amen. Waimbaji tupe wimbo wakati eh, jeneza vijana tunasaidiana kulishusha. Karibuni vijana <coughs>

Andela, Mungu, kuichukua roho ya Melkizedeki John sawasawa na maneno ya Mungu, tunarudisha mwili huu katika ardhi, udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, tukitumaini ya kwamba siku moja mwili huu wa kuharibika utavikwa mwili wa utukufu. Mwili huu dhaifu utavikwa mwili wa nguvu, na mwili huu wa aibu siku moja kuvikwa mwili wa fahari, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Niombe wale wazazi, ndugu waje kuaga mara ya mwisho, wakati wimbaji unaendelea

Sisi tuendelee sasa, wanaume tuendelee. Amevipiga vita vizuri vya imani, imani ameilinda, na mwendo amemaliza, na imempendeza Bwana kumpumzisha. Na sasa tunaweka msalaba huu katika jina ya Mungu Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu amen. Amen. Basi wakati huu ni mkaribishe musika wa mashada asome majina Alafu wajiongea hapa wapate nafasi, karibu sana. Basi wapatao ni wachungaji kwa pamoja, kwa ajili ya kuokoa muda, wachungaji karibu pamoja na maaskofu, kwa ajili ya kuweka shada. Wanaofuata ni wazazi, wachungaji karibuni. Karibuni wazazi. Wakitoka wazazi, wadogo wadogo zake na marehemu. Sauti kama yuko mbali tu, wadogo zake na marehemu popote walipo wasogee. Walitoka wadogo zake na marehemu, wajomba pamoja na washangazi. Jomba na washangazi, tukomboe muda Tangazo, najomba kama wapo bibi na babu, bibi na babu, yes, kutoka hapa Mbweni, safari ya mwisho kabisa ya kijana Melkizedeki, kijana ambaye alikuwa ni mshirika wa kanisa la Kinondoni na mwanakwaya ya kwaya ya Revival ambaye alirehemika toka tarehe kumi, na leo hii ameweza kupumzishwa katika makaburi yaliyoko maeneo ya majirani majirani. Si ameweza kupumzishwa katika makaburi yaliyoko hapa Mbweni jijini Dar es Salaam. Ni msiba mzito kwa kanisa la TAG, lakini pia kwa kwaya ya Revival, ikiwa ni siku chache kabisa toka wamempoteza mwenyekiti wao wa kwaya, lakini leo wamemzika mwanakwaya mwenzao ambaye ali pata na mauti akiwa chumbani kwake alipokuwa akiishi maeneo ya Mwananyamala kwa Kopa. Nikushukuru sana wewe ambaye umefuatilia tukio hili toka awali tulipotoa taarifa tu hizi na mpaka sasa hivi, kusiendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia chaneli yako pendwa ya NY TV. Mimi ni Mesimalo, karibu kwa matangazo mbalimbali, kutangaza kupitia chaneli na kituo bora kabisa cha matangazo cha NY TV.